Yes bwana, karibu sana DNA Television. Bwana, mimi naitwa Morgan Kalisa Masa the king, Masa Buffalo. Tuko hapa na pasi milioni pamoja na mchungaji huko anachapwa maombi, alafu kunapigwa pasi zisizoaliwika. Mambo vipi kiongozi? Bwana fresh fire, moto wale wote, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tupo kines target na nia kuelekea gemu yetu ya kesho, nakuja kukiangalia kikosi chetu. Mimi ni vile vile ni mmoja wapo wa wachezaji isipokuwa, mpaka saa hizi nashangaa, nilomwambia niletee vifaa vyangu. haupo uwanjani bwana? E, vifaa wenzako wanafanya wao hapo, unasema mchezaji. Mimi mmoja wapo wa wachezaji, isipokuwa yule ambaye nilipanga naye niletee vifaa vyangu mpaka saa hizi bado hajaripoti, kwa sababu hapa ni matukio ofisini moja kwa moja. Yeye afisa msemaji wa Simba alisema kwamba ukiingia hakuna sabu. Sasa ndugu yangu, usipofanya mazoezi unaweza ukatoka pale kwa ambulance. Hapana, mimi mtu wa mazoezi, mimi mtu wa mazoezi kila siku, saa kumi na moja na nusu nafanya mazoezi kila siku, lakini ma mazoezi ya mpira ni tofauti. hata kama unapiga push up laki moja lakini mazoezi ya mpira ni tofauti sana, uone kama inaweza kukugharimu hiyo mpira. Pumzi bro, ukisha kuwa na pumzi upate tabu, na kingine ukiwa na control, ukiwa na ball control, ukiwa na ball balance, ball technical, ball food mengine anafuatia, nafatia. kwa hiyo mchezo wa mpira, mpira. Kwanza mchezo wa mpira ukiujua, utumia hata nguvu kubwa sana. Ukiletewa pasi, unampa mwenzako, anaondoka nayo kwao, unakuwa utumii nguvu kubwa, yani unakuwa unatereza, una tu kama kawaida. Sawa bwana, pasi milioni. Bwana kiongozi wangu mchungaji, anachowaza pasi milioni ni sahihi eh, lakini sisi tuna kusudio letu kubwa tu moja tu hapa. Kesho tunahitaji ushindi, no discussion. Haijalishi nani atacheza, eh, kwa sababu kesho tukifungwa, tutakuwa ni mara ya saba asa hatukubali, cha mashabiki ukifungwa, hiyo ya mashabiki ni Simba imefungwa kesho. Mileo, niko, niko mle kumiompaa kwenye vyumba nimo mpaka nihakikisha Simba anapata ushindi. Ndio maana nimeamua usicheze kabisa hii mechi. Hayo ndio maombi yako mchungaji? Na kwenye pichi umeona leo kazi niliyofanya hapa. Kuna watu wa Yanga nimewatoa nje, walikuja hadi hapa eh walikuja mpaka hapa nimewatoa. Shida nini sasa? Ah, sio nataka mechi tupoteze. Ah sasa, mazoezini unajua nyinyi mnachukulia masiara. Hii kesho ndio utajua kwamba kwamba hii mechi ni kubwa au sio kubwa. Hii mechi kubwa na ni mechi ambayo sisi wana Simba na kamati zetu tumejipanga zote za maombi za nini zote mpaka tunashinda hiyo mechi. Kuna mtu anasema kwamba katika comment zile za Instagram kwenye mitandao ya kijamii kule, anasema kwamba Simba wanataka kushinda mechi hii ili at least kupunguza gap ambao alifungwa katika zile mechi official. Of course yote sawa tu. tukimfunga tumemfunga Yanga. Eh, kwa sababu viongozi wa Yanga nao watakuwepo mle. ni kuchapa tu. Eh, tukiwafunga Yanga ni kama tumefunga Yanga nzima. Yaani kesho wachezaji wa Yanga watakuja mle. kwa hiyo kesho tunawafunga double. Yaani zile wazito tufunga mara zote kesho tunalipizia. Na nimeona goli sita moja. Sita, sita moja. Eh, sita kwa moja. Na nikasema sita moja. Eh, sita moja. moja? Mimi ndo nimeona. Mimi sinaonaga. Ah. Eh, sita moja kesho Yanga anachukua. Mapema tu. Hayo maono sasa ya kiuchungaji. Eh, eh, sita moja ndo nimeona. Kwa hiyo ndio mkuta leo nina furaha kwa sababu nichaona kinachoendelea kesho. Ndugu yangu matokeo yako wewe vipi unatabili? Sasa tunatarajia kupata matokeo sahihi ya kufurahishana wana Simba kufurahi kuelekea Krismasi na mwaka mpya. Kwa hiyo, eh. Nategemea kupata matokeo pasi na shaka nayote nachowambia tu tuana simba dua na sala ndo muhimu sana mambo mengine yote haya watuachie sisi mashabiki hawatuamini hawatuamini hawatuamini macho hayo tutakachowafanyia watani siku hiyo ya kesho bwana sawa mimi nashukuru sana bwana pamoja pamoja sawa pamoja nawatakia kila lai. ah la muhimu na maana tunamshukuru Mungu kesho kukucha salama ili sasa Simba Sports Club tuweze kuchukua ubingwa huu wa mashabiki ndio kitu ambacho tunasubiria siku ya kesho uchapi hata hu sio uuu tu, tukishaanza hivi Ina maana tutasimamia hata kamati kubwa yani, mechi kubwa ndazisimamia fimchezo hiyo iangnkiitai mchungaji. Eh bwana, asante sana.